Abihitoka baba yake baba yake, ndio huyo abu hazim salamatu bun dinar. anna nafaran jau ila sahli bn Sa'din, hakika kikundi cha watu kilikuja kwa sahaba huyu Abu Al-Abbas sahl bn Sa'd radhiyallahu anhuma, qad <coughs> tamarau fil minbar, walikuwa wamejadiliana kuhusu minbar, na watu walikuwa ni matabii matabiina kwa kuwajadiliana

na hapa kwa Allah, mimi na ufahamu hiyo mimbari imetengenezwa kwa mti gani wa man amilahu, na nani ambaye aliyetengeneza hiyo. Wa raaitu rasula llahi sallallahu alayhi alayhi wasalam awwala yawmin jalasa alayhi, na nilimwona mtume wasalam siku ya kwanza aliyepanda na kukaa juu ya mimbar. Nilimwona mimi baada ya kuwa ishatengeneza tayari ikawekwa, siku ya kwanza napanda, namuona na mtume sallallahu llahu alayhi wasalam. Mnaona hii ni hifdhi wa itqan Sawa, hii ni hifdhi kwa itqani, na mambo yanawezekana, isipokuwa tu ule udhibiti wetu umezidi kupungua na kudhoofika, kwa sababu tunaangalia na kusoma mambo mengine mb yao vyoovyo mengi mno. Sasa udhibiti unapungua, si tumefahamiana eh, kwamba kwamba nani, e, lini na nani katengeneza mimbari na mti gani, si tuko pamoja eh?

kwamba umepata wapi? Umeona je lishuhudia na kadha, akakwambia nani? <coughs> Sisi kukwetu kuna ile hali ya jina jina, inasemekana jina la huyo aliyetoa taarifa tunatia kapuni hivyo. Okay, hiyo ni uongo, hiyo ni khuzabalati walkumamati wal munkarati wala uchafuati waliongowati tu, siu kweli. <coughs> jina kapuni ndio <coughs> uongo. <coughs> Kwasabu natatu mjuoo lopokea habari nani tuangalie uadilifu wake ili habari ikubaliwe au isifanye nini au isikubaliwe, naangalie uadilifu sijui, tuko pamoja eh? Lakini ili jambo limepotea kwa watu leo, mpaka baada ya Uislamu watu wakipata taarifa katika, katika, katika gazeti kisomba, si ile gazeti na sasa hivi magazeti nini, katika mitandao ya kijamii itakuwa inatumwa ile mbaya.

Fakultu lahu ya aba abbas. Maneno haya ni ya nani? Aya, maneno haya ya Abu Hazim Salamat bun Dinari Abu Abdulazizi, kwa sababu yee ndio anasimulia kwamba ana nafara. Kuna watu walikwenda kwa Sahli bun Sadi, walikwenda kwa sahaba. Sasa Salamat bun Dinari anasema fakultu lahu

innahu layusamiha yaumaidi eka yake Sahal bun Saadi alimtaja huyo mama siku hizo, wakati anasimulia, alimtaja jina lake sawa, so, eh? Salamatbun Dinari, abu Abuhazim abu, abu anasema innahu ka yake Sahalbun Saadi Abul Abbasi layusamiha yaumaidi kamwambia undhuri na Mtume sana. Anamwambia bwana, anamwambia yule mama undhuri ghulamaki an-najjar, ebu tafutie kijana wako e, najjar yani kapenta, mchongaji yeye kuchonga sawa, sio mtu yote anayeweza kutengeneza. Tuko pamoja. eiwa yaamalu lii awadan ukalimu an-nas alaiha, antengeneze mimi mbao, nitengeneze mbao na maana zile mbao zitengeneze ndio kio mimbar nikae juu ya hiyo mimbari, ukallimu nnasa alayha, ili nipate kuzungumza na watu waliokuwa, nikiwa juu ya hiyo mimbari. Wawe faamira hadhihi thalathaa darajat, akatengeneza kijana alilotumwa, ndio hizi nini, ngazi tatu, darajati ya hizi ngazi tatu, daraja yani tatu hizo. Thumma amara biha rasulu llahi sallallahu alayhi wasallama, kisha akaamrisha hizo thalatha darajat fawudiat hadha lmaudi, ikawekwa ili eneo hili. Eneo hili ni eneo gani? Eneo hili ni lile aliosema Mtume katika hadithi kule, baina baiti wa minbar raudha min riadi ljanna, kati ya nyumba yangu na hapa ilipo mimbari yangu, hapa hapa katikati hapa, ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Hiyo fadhila, ubora huo uko Madina tu, nyumbani kwetu, sawa eh? <laughs> auko kwengine <laughs> si nifahamiana atamaka eh? amna eh, kuna Madina ina khususia zake bwana, man istatua an yamuta bil madina falyafal <laughs> au kama kana ukamakalaasalam atakayeweza kufia Madina na afi maka ajasema hivyo lakini <laughs> toba, maka ni bora zaidi kwa sala, lakini Madina ina khususia bwana, si nifahamiana chuma. Mimi ukinipa mji nipe Madina, kinipa Madina basi mgogoro amna ewa waana min ahli lmadina a minalkhazraji maulahum. Sasa alipokuja Shekhe Aiman sakhakheni hafidhah llah taala, alikuwa anasema bwana, Shekhe Mujedi mimi ni binamu wangu kwa sababu yeye ni katika wajukuwa Jabiri bin Abdillahi ibn amri ibn harami al Ansari. Sasa akakwambieni mshaka shehe Mujahidi, mimi ibn ammi ni khasraji mwenzangu. Sasa mpaka nimekuja zile shaka kutoka Saudia, alivyokuambia ndio mmekubali sasa lakini <laughs> mwanzo akikwambia mtaki kabisa. <laughs> <laughs> Allah, eh bwana, mtu akiwapenda watu, inshallah atafufuliwa nao inshallah, atafufuliwa na maansari wal muhajirina inshallah <laughs> <laughs> Nyemda, nyemda sema ah she she sasa toka kwa nye ah, oh, nyaminywili kabisa kule uh, hiyo uh, kwako wewe so sisi siko tu si, Madina <laughs> nyaminywili we nenda mwenyewe <laughs> Sawa. So, inabidi eh, mjomba wangu Matimbo hapa nisamee tu namnajaa namna, namna. <laughs> Yupo hapa Matimbo yupo pale yule mjomba wangu sasa <laughs> na

kuswali raudha na swala jamaa na kuswali safu ya mbele, kipi bora? Bora bora kuswali safu ya, ya mbele sawa, eh? kwa sababu raudha iko katikati ya msikiti. Sasa kuna safu zaidi kianga kutoka raudha, kuna safu tatu pale. Sasa je, mimi swala akikimiwa nikaya pa raudha safu ni kute, ili nisali raudha au nizangulie safu ya mbele? Kwa mujibu wa dalili, bora kuswali safu ya mbele katika tumefahamiana. Hey, a faida hiyo, Abu Abdullahi anafikiria ndo hivyo hivyo, weshika hayo fahia min tarafail ghaba. Na hiyo imetengenezwa mti wake ni mtarafail ghaba, sijui kiswahili inaitwaje. Ile miti ni miti ile mikubwa mikubwa mia miba iko jangwani inayota katika ardhi ya jangwa.

sawa alipotaka kusujudu sasa, akateremka kinyume nyume, hata sajada fi asli limimbar, kisha akasujudu pale chini ya mimbar. Ina maana kusujudu akasujudia ardhini pembeni ya ile mimbar, sawa eh. Thumma ada hata faragha min akhir salati, kisha akarudia kufanya vile vile mpaka akamaliza katika mwisho wa sala yake. Thumma aqbala ala nas, pomaliza kuswali

ili mnifuate, ili mniige walitaal, walitaalamu wa salati na mjifundishe swala yangu tunaposwali. ni sababu ya kufanya hivi kwa mtume aai wa salam, akaweka wazi kabisa wadhi. Kama kafanya hivi, ili watu wamfuate, wa mwige na vivyo wafanye wa kama vile wanavyofanya yeye, wadhi. Na hii katika uslubu ataalimu min turuki tadrisi, zile njia za kufundisha miongoni mwa njia nyingi za kwa mtume sallam za kuwafundisha umma wake, kwa sababu yeye ametumwa watu wamfuate, wamaatakum rasula fahudhuhu wamaanahakumanahu fanta. Sasa eh, yale na maana mnamwangalia ni kitu gani amefanya. Ndio maana hata katika hija hija yake mtume sallam aliji hija moja tu, sehemu kubwa hija ya hija yake mtume sallam aliji aliiji juu ya ngamia, ili watu akafanya vile, ili watu wamuone vinavyoiji si tumefahamiana alipofika kule Arafa siku ile ya kisema cha Arafa akaomba maji akaitoa nini ya maji, akaonekana mchana mtume sallama anakunywa anakunywa maji. Maanake nini? watu wasioenda hija wanatakiwa wafunge Arafa hija, wa wale walokuwa ija wao wale mtume alikula, si tumefahamiana. Ina maana alikuwa ana iji, watu wanaona moja kwa moja, ndio kaida yake, kwa sababu hili ndio arafa wale walikuwa hija wao, wale mtume alikula, sisi tumefahamiana. Ina maana alikuwa na anahiji watu wanaona moja kwa moja, hii ilikuwa ndio kaida yake mjusana, ili kwa sababu hili yeye ndio aliletewa kuwafundisha watu. Allahu akbar, ubora na uzuri ulioje wa mafundisho na maelekezo na njia alizotumia bwana mtume sallam. Naam.